Na basi leo ikiwa ni Novemba kumi na tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Bila shaka mtazamaji wa Clouds TV popote pale ulipo ni mzima wa afya na tayari kabisa umekwisha kusogea pembezoni mwa runinga yako kuweza kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kwa maana ya mubashara kutoka hapa jijini Dar es Salaam Mikocheni, na naamini kwamba tayari sauti yako ama sauti ya runinga yako itakuwa imekwisha kuiongeza kwa kiwango fulani ili usiweze kuwakwaza wengine. Na kama uko ofisini, basi nikukaribishe karibu, nikitumai kwamba mzima wa afya. Nikutekie pia mafanikio yaliyo bora kwa siku ya leo, uanze vyema na timu uweze kumaliza vyema kwa kuambatana nasi Clouds 360. Karibu sasa tukianza habari 360 kama ilivyo kawaida. Jina langu ni Sofia Kesi, na tukianzia njia nje ya mipaka ya Tanzania, tunaelezwa kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zilizoendelea kiviwanda duniani kwa maana ya G7 wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Katika tamko la pamoja mawaziri wa pamoja mawaziri kutoka Uingereza, Canada na Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wameelezea kuunga mkono kwa dhati uhuru wa Ukraine, huku wakionyesha wasiwasi kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo. Mazungumzo hayo yalifanyika karibu na maporomoko maarufu ya maji ya Niagara Falls, ambapo viongozi hao walijadili mikakati ya kuimarisha ufadhili kwa juhudi za Ukraine kupambana na kupambana dhidi ya uvamizi wa Urusi. Miongoni mwa ajenda kuu zilizojadiliwa ni pendekezo la kutumia zaidi mali za serikali ya Urusi zilizozuiliwa na katika nchi mbalimbali mbali za G7 mkata, mkakati tata unaoendelea kujadiliwa kwa kina ndani ya Umoja wa Ulaya. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika taarifa nyingine, tunaelezwa kwamba Marco Rubio ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti za kukomesha usambazaji wa silaha kwa kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, wakitaja kuwa chanzo kikuu cha umwagaji damu unaoendelea huko nchini Sudan. Rubio amesema kuwa RSF haina uwezo wa kutengeneza silaha ndani ya Sudan na hivyo kutegemea msaada wa kifedha wa vifaa kutoka nje ya nchi. Ameongeza kuwa wanajua ni nchi gani inahusika na usambazaji huo na kwamba Marekani itafanya mazungumzo na taifa hilo ili kulifahamisha juu ya athari za matumizi yake kwa taswira ya kimataifa, ingawa haukuitaja moja kwa moja Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, mshirika wa karibu na Marekani. Jeshi la Sudan limetumia limetumu UAE kwa kupatia RSF silaha na mamluki kupitia mataifa kadhaa ya Afrika. UAE kwa upande wake imekanusha vikali tuhuma hizo zilizositiza kutohusika na mzozo unaoendelea Sudan, kati ya jeshi la serikali na no mgambo wa RSF. Na sasa tuelekea Brazil, ambapo Brazil imetangaza kuongeza muda wa mazungumzo katika mkutano wa mataifa ya COP 30 ili kutoa nafasi kwa mataifa kufikia makubaliano na kuruhusu tofauti zilizopo juu ya malengo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na fedha zinazohitajika kutekeleza malengo hayo. Mwana diplomasia anayeongoza mazungumzo hayo Andre Correa do Lago amesema masuala ya nyeti yatajadiliwa ama yanatarajiwa kujadiliwa kute...